Mission impossible imeisha. Yeah. Chado mda upo kambi, umesema yeah, binafsi ufahamu kambi ipo wapi. Hata Cheusi tulimuuliza akasema sio msanii wa Chado. Mm. Tafsiri yake nini? Wewe ulikuwa msanii wa Chado, mda upo, ufahamu kambi ipo wapi? Cheusi anasema kwa sasa sio msanii wa Chado, wakati tulisha yeye kufanya naye interview kama miezi miwili nyuma, alisema ni msanii wa Chado ila sasa hivi ame... yaani mkono wa Chado, ukiona hii scene hii cast inamtosha au inamfaa ma Manyonga maproso, ataniandika nitakuwepo. Mkono wake haujaniona, hawatoniona mimi. Watu akitaka kuniona atakuja Manyonga films. nitafanya kazi zangu na kazi zangu zitaenda na mimi mkono wangu. Kimwona Chado nitaenda kumwomba, bro, naomba uje kupita mdogo wangu yule, mdogo wangu yani. Yani mdogo wangu hata kwenye kushika hela nilianza kushika mimi hela. Yani ni mdogo wangu kwa kila kitu, ila kwenye sanaa ni bosi wangu, kwa sababu hata ukiangalia mimi na Chado kwenye kujuana, na Alidadi mimi na Alidadi tumeanza kujuana miaka hiyo ya mishemishe, town ya Grey, lakini tumekutana Chado leo, tumekuja tu katika maisha. Mimi siwezi kumdharau Chado, ana nafasi yake kwenye maisha yangu. Hata siku ambayo naenda kumwoa mke wangu tulienda kule, shangwe zilikuwa nyingi kwa sababu ya Chado Master Gang. Nakumbuka hiyo, unakumbuka yeah? Kwa hiyo bado ni mlezi kwangu, kwa hiyo mkono ukiniona wa kwake mimi, yeah. siwezi kusema sio msanii wa Chado. Mimi bado ni mtoto kwa Chado bwana. Unakubali Chado ni mkali kuliko Manyonga? Kwa nafasi yake Chado mkali, lakini akija kuwa tu boss, yeye bado ni mdogo, kwa sababu ana appearance ya kuwa boss Hivi kile ambacho ulitarajia utakikuta kwenye birthday ya Cheusi Media, ni hiki ambacho umekiona ama kuna kitu ambacho kimemisi? Mimi uh, siku zote katika maisha huaga, naamini kile ambacho nacho mkononi hmm, ulichokuwa nacho mkononi ndio cha kwako, kile ambacho hauko nacho si cha kwako. Kwa hiyo kwa jinsi ilivyokuwepo, yani mfano kwa jinsi ilivyokuwepo na watu aliwapata, au ndo watu wake na wewe nakwambia, kisokufaa leo kitakufaa kesho. Kikubwa ni kuruzika na kushukuru waliotokea kusapoti wase. Majukumu ni mengi, ndugu yangu, majukumu ni mengi. Ndio maana kuna wengine wamefika, kuna wengine hawakufika, na uwezi ukafanya shughuli wakaja watu wote, haiwezekani. Kwa pamoja mnawakilisha Manyonga Filamu, yeah. Filamu tuanze na utambulisho, kuanzia kushoto kwako mpaka mwisho. Karibu. Kushoto kwangu ni mke wangu ambaye Bi Sabrina ndio waifu wangu ndio mke wangu ndio hata ni kido na... watakaa kaeda. Nashukuru kwa support yake, kwa sababu ukiona nimekuja naye huku kwenye usiku kama huu kwamba najiamini na, na ndio maana niko naye. Na kulia kwangu huyu ni kameramani wangu ambaye final zote yani kila kitu yani, akishamaliza yani, ana shoot ana edit na kila kitu, mpaka kipindi unakiona kiko pale juu. Huyu hapa ni artist wangu anaitwa Shuu, na yule pale vile vile, wote ni wasanii wangu. kwa nini wasanii wangu? kuna tu kwa nini umechukua watu ambao umeona, mi nikuambie tu ukweli, mtaani kuna vipaji vingi sana, lakini havina watu ambao labda vinaweza vikawashika mkono. Tumekwata sisi wenyewe, tuna tabia ya kushika watu ambao wenye tayari wana namba. Mi ukiangalia, wakati naanza na, na, na, na series ya utamu wa shemeji kutoka Manyonga Films, mimi ndio nina title. Yaani mimi ndio mwenye jina, wengine wote niliwachukua watu ambao wana talent zao, niko nao mtaani ili niweze kusupport kama mimi nilivyosupportiwa. Umeelewa? Na kikubwa ni kwambie, kitu kikubwa ni nidhamu tu kwenye maisha haya. Kwa hiyo kwe hawa mimi nawalea, lakini huyu Mingo ni kameramani mkubwa, kashafanya vitu vingi. Yaani ana kazi nyingi ambazo akizisema yeye mwenyewe jamaa ndo kafanya hizi kazi, lakini nashukuru, leo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye pamoja kwa na mimi, sina chochote ambacho labda naweza naeza ni Na niweze kuambia watu unapoanza jambo usifikirie kila mtu anaweza akalifurahia. Kuna watu leo bado wanajua, kuna watu bado wanajiuliza maswali anakwambia mnakutana comment. Chado, tutamuona. Sio nani, tutamuona mimi stori yangu kama itam, kuna sehemu itamfaa Chado nitamwambia Chado aje kucheza. Kama stori yangu haijamfaa yeye au msanii yoyote kutoka kule nilikotoka, basi hutumwona, kwa kutokana mimi mwandishi wa mkono wangu, namtaka nani iweze kucheza. Lakini mimi ninachokifanya, natengeneza wa kwangu waje kunibeba na waje kunisaidia. Leo hivi nikimchukua msanii wa mtu akaja kwangu, sina imani naye, sina mamlaka naye, kesho akiniambia siji kushuti kwa kikubwa tengeneza cha kwako, kitunze, kile kifaidike na kile ambacho umekitengeneza. Ndio maana nikuta, mimi niko nao hapa, ni wachache, lakini wengi wengi wengi watakuja na mtawaona. Ume umezungumzia Chado, mmoja kati ya watu ambao mimi binafsi nimemfahamu. Manyonga kupitia Chado nimemfahamu, yeah. Cheusi Media kupitia Chado, mmoja kati ya watu ambao naweza nikasema kama ni mzazi wenu au mlezi wenu kwenye hii sanaa. Walau tulitarajia wepo hapa. Tulizungumza na Cheusi majibu yake leo yanaonyesha kama vile kuna kitu ambacho anakificha. Wewe ni mtu mzima unafahamu kipi ambacho kinaendelea kati yenu, unaweza uka, walau ukatudokeza kipi ambacho kimesababisha, naamini kwamba Chado asiwepo muda huu. Mzee, mimi kuna kipindi nilikuwa namlaumu sana Chado, kuna baadhi ya matukio yalikuwa yatokee. Lakini mimi sasa hivi nayaona. Bro, ukiwa na kampuni unakuwa mwanangu kichwa kitulii. Mimi nimeona jana tumempanisha kipindi Jumatano. Well, Hamis tumeshuti. Tume kushuti jamaa anapiga fast cut tumeacha tumekuja huku kwa ajili ya neno jambo la Cheusi. Muda hautoshi. Yaani unavyoona unajua ukiona jambo jambo, ukiwa msanii unakuja, unashuti, unaondoka. Una Unaweza na mtu ana muda. Lakini hebu livae jambo. Mimi sasa sasa hivi hivi siwezi yani kusema eti Chado hajafika hapa hapa. Labda labda hajaja kwa sababu gani. Kwanza sijajua sasa hivi kambi iko hapa. Alafu isitoshe, mfikiria kesho labda unaingia set. Ondoka ukashuti majukumu yanakuwa ni mengi bro, mpaka kuna baadhi ya vitu huwezi kuvifanya. Mimi sasa hivi muda sina. Mimi mwenyewe nimefiwa na baba yangu mlezi, lakini hata msibani sikwenda jana, watu wanaenda kusafirisha, lakini niko, niko sema, kuna jambo likamiliki na unapokuwapo wewe upo. Mfano mimi Manyonga films sipo, mimi Manyonga hakuna atakayesimamia. Kocha Chado akiondoka sehemu, sidhani kama kuna mtu anaweza kusimamia jambo. Kocha aridhike kwa majibu ambayo labda Chado hajatokea aridhike nayo, aridhike nayo bro, ukiwa wewe ndo unashikia kampuni Mzee, wasanii wanataka kula juu yako kuna msanii atakuja ndaka nauli kwa ajili yako, kuna msanii atakuja, sio jambo gani juu yako. Wewe mwenyewe ndio kila kitu, kama mimi location nitafute mimi, sio kitu gani nifanye mimi. Mimi siwezi kumlaumu Chado, majukumu ni mengi bro, naandaa hata msanii anayekuja kushoot. Na ndio maana kuna wasanii wakubwa, naona mpaka leo hii hakuna msanii yeyote ambaye ana kampuni ambaye anashoot, wanaanza, wanashindwa, wanarudi chini, anasubiri tu apewe hela ashoot aondoke. Kwa nini atakiandaa kitu chake bro? Wewe mimi nimefurahi kwamba wasanii ambao tushaonyesha nia na subiri tu kitu cha ndugu yangu mzee wa misumari nishaonyesha kwamba tayari na na na mwanangu kaminsuni, kaminsuni, kila siku kaminsuni aaakila siuatumia marinki tu kaminsuni kibao e. Nataka nione na yeye vipi e. Na kama tumeingia huku tuingie, ila tusiache kumshukuru na kumpa respekti zake Chado. Mimi, Chado nampa respekti kwa sababu sio Chado kama kanifundisha sanaa e ila kama kuna sehemu umepita, kuna mtu kakushika mkono. Hii biashara inaendana na nyota. Hii biashara haina umbile, sio duka la simu kwamba simu umenunua elfu mbili utaweza shilingi elfu mbili mia tano upate mia tano. Biashara hii inahitaji nyota. Kwaiyo mimi huenda nilifanya kazi na watu wengi, lakini nyota yangu na Chado zikaenda. Mimi nikaenda, nakumbukeni nawambie kwamba mimi na Chado, chanzo cha mimi kukutana na Chado ni mtu mmoja Adasimambo ambaye alinichukua Kariakoo. Siku hiyo mimi nilikuwa na dili na muziki, akanipeleka Kiwalani kwenye series yake inaitwa ni Kijukuu, ndio nakutana na Chado. Yani naye baada ya dosi miambo kunipeleka, ndio nakutana na Chado. Chado Mi, mission impossible imeisha, yeah. Chado mdaupo, kambi umesema, yeah. Binafsi ufahamu kambi ipo wapi? Hatasi tulimuuliza akasema, hii sio sio msanii wa Chado, tafsiri yake nini? Wewe ulikuwa msanii wa Chado. Chado mdaupo, ufahamu kambi ipo wapi Cheusi anasema kwa sasa sio msanii wa Chado. Wakati tulisha kufanya naye interview kama miezi miwili nyuma, alisema ni msanii wa Chado. Ila sasa hivi ame tusemeje, Chado amewapunguza, ama maana yake nini? Mimi sijapunguzwa na mtu. Mkono wake ukiniona, watu wataniona. Yaani mkono wa Chado ukiona hii sing, hii cast inamtosha au inamfaa mimi, sasa Manyonga maproso ataniandika nitakuepo. Mkono wake haujaniona hawatoniona. Mimi watu wakitaka kuniona, atakuja Manyonga films, mtafanya kazi zangu na kazi zangu zitaenda na mimi. Mkono wangu kimuona Chado, nitaenda kumuomba bono, uje kupita. Mdogo wangu hata yani. Yani, mdogo wangu kwenye kushika hela nilianza kushika mimi hela yani, ni mdogo wangu kwa kila kitu, ila kwenye sanaa ni bosi wangu kwa sababu mimi na Chado kwenye kujuana na Alidadi. Mimi na Alidadi tumeanza kujuana miaka hiyo ya Mishemishe Town ya Grey lakini tumekutana, Chado, tumekuja kutokuwa katika maisha. Mimi siwezi kumdharau Chado, ana nafasi yake kwenye maisha yangu. Hata siku ambayo naenda kumuoa mke wangu, tulienda kule, shangwe zilikuwa nyingi kwa sababu ya Chado Master gang. Nakumbuka hiyo, unakumbuka? yeah. Kwa hiyo bado ni mlezi kwangu, kwa kwa mkono ukiniona, yeah. wa wa kwake, mimi mimi siwezi kusema sio msanii wa Chado. Chado, Chado bado ni mtoto bwana Chado. Unakubali Chado ni mkali kuliko Manyonga?

lakini yeye kashajitenga yani, wale anajulikana yeye bosi, yeye msela, hizi kwa tibosi mm. na kiek tibosi atambiwa mbona kama wamepiga kodi za Mr. Manyonga Maproso, afu nikwambie tu katika maekta wote kwa kipindi hiki bosi mmoja tu Mr. Manyonga Maproso, Mr. Manyonga Maproso ambaye na yeye ameshika, ndio maana nikishika na ujua uchungu, wala ndio maana nikiongelea ubosi, ubosi naongea na niwaambia wasanii wote, usige cha mtu tengeneza cha kwako ambacho unaweza ukakifanya muda wote, siku unafanya tazama. Kamera, waambie wasanii wote ambao mnatafuta namba, mnaangaika, chukua cha kwako ulichokuwa nacho. Cha mtu huaga kinatesa, kwa sababu kumkopi mtu, mwisho wa siku utashindwa kusonga kwenye safari yako wewe. Umemwona Mr. Manyonga Maproso kwa sababu nilichokifanya ni kile ambacho mimi ninacho, na niwaambie tu chanzo cha Manyonga kuwa boss tunarudi wakati nakutana na Chado kwenye series inaitwa Problem, alinichukua mimi kama boss ambaye naenda kumuonyesha michongo ya kiuchawi ya hela. Ndio tulipojuana kwa ukisema, yaani, ukisema eti Manyonga alianzia wapi, mimi nianza kwenye Problem ambao nilikuwa ni boss mimi ndo nampa yeye mchongo ili apate pesa. Kwa hiyo boss ni sehemu yangu, na nakumbuka alipiga simu yeye, bro, kuna simu naomba uje ukupita, na nikapita na maisha yakaendelea. Tumemwona Cheusi kwenye kazi yako ya Utamu wa Shemeji, yeah. Na mimi eh, de ni mmoja kati ya watu ambao wanasoma sana comment, mara baada ya kumwona Cheusi kwenye ile kazi, muungano au chemistry iliyopo kati ya wewe na, ch na, na Cheusi ni tiketi umejikatia ya Chado kuanza kama ni ni Nasema hivyo kwa sababu mara nyingi tumezoea kwamba hakuna bosi ambaye anatamani mfanyakazi wake afanikiwe. Unaona kama kuna kitu kibao umekitengeneza katika ya maisha ya muziki na sanaa Tanzania. Hakuna watu wenye vinyongo vigumu au vikali kwa maisha niliyopita, si samani kidogo. Mimi nakutana na magumu ya kina Madi Ali Seneda, Madi na kina Babutale. Kwa hiyo Chado sidhani kama anaweza akafanya kitu au akaingia kinyongo ikawa ngumu kwangu katika kusafiri kwangu. Kwanini nikwambie, hakuna msanii yoyote kutoka kwa Chado niliyempigia simu nikamwambia njoo tushuti. Aliyekuja kwangu alivutiwa na maisha yangu, kwa sababu mimi ni upendo katika maisha yangu. Yaani wale kuja wote wana upendo na mimi, na kila aliyekuja nilimpokea, kwa sababu sina kinyongo mimi na mtu wowote. Sina kinyongo na Chado, sina kinyongo na msanii yoyote yani, bro. Hata kama umenikanyaga kwa bahati mbaya bro, mi sipunguzagi mtu, mi naongeza watu. Umeelewa vizuri? Mimi naongeza watu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi naweza kukuambia. Ndio maana niko naye huyu Mingo ananisupoti. Bro, usikate tamaa na mimi. Usiniache njiani. Maana iza katokea mtu akasema ngome yake goma ni Mingo, ndio maana mule nani siyatambulisha kwa maana ila hii kamera tu imekuja kwa sababu za kujua ah kumbe yule anatengeneza kazi zake wakapiga virusi hapa ukaondoka maisha mengine yakawa magumu. Nikupongeze. <laughs> <laughs> Uh, utam wa shemeji ni miongoni mwa kazi ambazo imapokelewa. Tunaona video ya kwanza ina si chini ya 80, yeah, hivi viewers yeah. Ulitarajia kile kitu ama ni kitu ambacho kimekuja from nowhere? Yaani kitu ambacho leo nikuambie, mimi sikio tunashuti baada ya episode ya kwanza kupanda, mwanangu, mimi nimefikisha day moja ile nimepata 1k. Nilishangilia sana. Na nika fly, na nikamshukuru sana Mungu. Kwani Kei, yani, mimi nilimshukuru Mungu kupata wanikei kwa siku hiyo moja. Kwa nilianza kumshukuru Mungu kwa ile wanikei, bro. Yaani mimi furaha yangu ilikuja wakati nilipoipata one day kupata wanikei. Lakini sasa hivi alhamdulillah namba nazipata na kadri siku zinapoenda nitapata wale watu ambao wanamfuatilia Manyonga. Wanamfuatilia? Manyonga ile themanini kunaw, kuanzia pale, kuna watu atakuja, nitapata namba zangu ambazo rili, ambao watu wanaifuata utamwashemeji mpaka sasa hivi, kadri mna episode ya tisa, sasa tunaenda ya kumi, si ndio? Sasa hivi wanaokuja kufuata ni wale wameipenda story, napokea mapokeo mazuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi, kwa namba yoyote ndio nitakayoipata, nitasema alhamdulillah, asante Mwenyezi Mungu. kwa sababu ndio namba yangu ambayo Mwenyezi Mungu amenipa. Siwezi kusema eti mimi nishindane na namba labda zinazosoma kwa Chado tayari yeye akaunti ya yake ni kubwa, mimi akaunti ya yangu ni ndogo bro. Alafu tusiege mimi, nataka nikwambie ukweli, hata wasanii wenzangu wa zamani tuliopita kwenye mziki na maisha yoyote, kizazi hiki kinahitaji tukisikilize. Mimi mke wangu huyu hapa ndo aliotoa jina utamu wa shemeji, shemeji ni kweli, ndio anacheka anacheka shemeji, ndio alitoa jina huyu mwenye, na huyu ndio alikuwa ananisukuma mimi sasa kwamba ah kwa nini usifungue kitu ukianza hivi ufanye na wewe kitu chako nifirisi. Swali langu nitamani nikuulize kwamba mke wako ni shabiki yako? Kwenye kile ambacho nakifanya sasa hivi bado haja shabiki yangu, ila yupo, kwa sababu ni ugali wa mume wake, ila baadaye atakuwa shabiki yangu, kwa sababu mwenyewe kuna wakati anakaa, kuna kazi za watu ndo anaziangalia pale kwenye TV. Wewe mimi bado haja shabiki yangu, yaani mimi, mimi, mimi ni mume wake. So, shabiki yangu una namna yote, sometimes akikana atazama kazi nasema mume wangu hapa ulizingua, kwa nini singekuwa hivi. Bado hajaanza kufikia huko mm. Sasa hivi naona makasiriko tu, lakini baadaye labda nitaona kuanza kunipa ushauri. Sasa hivi naona makasiriko <laughs> kuna kuna kitu chote ambacho labda matarajio wasanii fulani ambao mmewalenga waingie kwenye kazi yako so, sasa hivi niongee ukweli, mimi kampuni yangu bado ni changa, sina uwezo wa kumsafirisha msanii kutoka Bagala wapi kuja mm. Mimi sasa hivi wasanii ambao wanataka kujiunga na mimi huwa nawaambia, mkija na chakula mtapata kweli, chai watakunywa, chakula watakula, lakini bado sijafika hatua kwa sababu akaunti bado haijaanza kusoma. Ikianza kusoma nikianza kuingiza pesa hata nauli nitakuwa naweza kuwasaidia. Kwa mtu ana kipaji akitaka kujumuika na mimi akaribie tu. Mimi napenda vipaji vya watu, naweza ku-support wengine kama mimi nilivyo support. Kwa kwa sasa hivi bado siwezi kuzungumzia hilo jambo. Ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah kwa kuwa na nia basi akaunti ya YouTube itasoma, tutaanza kusaidia na wengine hata wanaotoka toka mbali. Wapo watu wanahitaji sana kuwa na mimi, lakini ndio hivyo, mtu ambaye anaweza kufika kampu afike kampu, tunaangalia uwezo wake, tunamwandika, tunafanya kazi, kwa sababu story naandika mwenyewe, beta mwenyewe, kwa hiyo yeah. hakuna ubaya waambie kitu basi, wale wasanii ambao wamejitoa kwa hali na mali, kwa maana kwa mara wanatumia nauli zao sometimes kuja kampeni kwako kushuti, sometimes unajinulia wenyewe chakula, uambie maneno ambayo binafsi hujawahi kuambia kwanza nakuepesha na, na, na, na hakuna msanii tangu day 1 ambaye kaja kajinunulia chakula chai chakula cha mchana. Mama mtu hapa anazingatia na watu anakula na maisha yanaendelea, si unanielewa? Kwa wale wote ambao wanaendelea kusupport na natamani kuendelea kuwa pamoja na mimi, mimi nawashukuru sana, na mitiani yote katika utendaji wa kazi anaotokea, naombeni mnisamee mimi binadamu, kuna wakati nateleza pale kazi napokuwa naenda tofauti, lakini nawapenda sana. Neno langu nawapenda, napenda nifanya na nyinyi na kazi leo, kwa tuna kitu mpaka kesho tunacho tunaemeke wote, ndio lengo langu mimi. Sitaki msanii apite asije kupata hata jasho lake, sio nzuri. Na mimi sikutani, hamna msanii ambaye niko naye nafikiria ndani ya moyo wangu kusema nikifanikiwa huyu ataondoka au nikifanikiwa huyu atanijua. Bro, mimi na biashara zangu nyingine hizo biashara ndio zinaendesha Manyonga Films, pamoja na washikaji ambao ni wote wanaonisupporti mimi ambao wananipa location nyumba kwa mtaani kwangu, pamoja na mshikaji ambao anajua Manyonga Films inaendaje, anaitwa Hemedi Doro ambaye ni mfanyakazi wa pale kwenye mabati ya Dragon, yeye ndio ananisupporti kuanzia dewani mpaka sasa hivi tunaendelea kusupportiana ofisi zangu na Hemedi Doro na wengine kwa mimi na wengine, naomba tuendelee kunisupporti Msubscribe YouTube channel ya Manyonga Films, mfuatilie series yetu ili na sisi tufike mbali. Si ni kwa niaba yangu mimi, kwa niaba ya watoto wote, wasanii wote ambao wana vipaji. Lengo ni kutengeneza ajira. Kuna vipaji viko mtaani havielewi pakwenda ni wapi kwao, tumetanua mbawa ili tuwasaidie wale ambao hawaelewi pakwenda ni wapi. Huenda kuna mtu akanisikiliza sasa hivi kimbilio labda lipo kwa Mr. Manyonga Maposo. Usiniogope kwa sababu nimesema pesa na huruma ni vitu vile tofauti. Mimi mimi nimecheza uhusika ndio maana watu wanaona mimi katili. Lakini labda kumuuliza mke wangu kama mimi mimi mkatili. Huyu mtoto kweli kama mimi ngekuwa katili sasa hivi, ungemkuta na nuru hii tulivyoenda kumwona kule. Shemeji, katili sio katili. Sio katili kasi. Eh, anaishi vizuri ndugu yangu, niko naye vizuri, tunaenda kwa tuna, tuna deni ndugu yangu. Hatuna, hatuna deni, deni, vizuri. Kutoka kwenye kampuni ya Chado Masta Film ikazaliwa Manyonga Film. Nimezungumza na Cheusi amesema, kuna Cheusi Media Film inakuja, lakini kuna kuna aridadi misum, Misumali Film. Eh, Misumali Time. Watu wanatafsiri kama ni watu ambao mmeotambawa hivi mnalelewa, kwa maana kwamba Chado amewalelea amewalea, walau wamewapa jina fulani, lakini mda huu sasa, walau kama mnavimba vimba na ninyi mnaanzisha geng zenu, tafsiri yake nini mnavisha, Mi bro, kwanza mtu akiniambia kuna watu wengi wanijui wanamjua Mr. Manyonga, lakini hizo zamani ilikuwa naitwa Manyolii mdudu. Mimi mziki sanaa, mimi nilianza kurekodi 2003 bro, mimi game la sanaa mzee, mimi ni mkongwe katika hii game, lakini Mwenyezi Mungu hakunipa kwenye mziki, kaja kunipa njia kwenye filamu kwa kitu ambacho naweza kukwambia mimi sijaota mbawa. Hizi ni ndoto ambazo zilikuepo ila Chado kaja kuzivumbua. Sijui wao kama anamuongelea vibaya bosi wao. Mimi bosi wangu bado nampenda, mdogo wangu namkubali, niko pamoja na yeye, ushanisoma yani sina tofauti naye yote. Kama kuna tofauti ilitokea, tushamaliza. Yani sasa hivi tuko safi. Kwa hata yeye huko aliko akiona interview, mimi kwangu safi. Na yeye kama kuna kitu chochote kwake, asawazishe. Mimi bado nampenda na ipenda Chado Master Gang pale ni nyumbani, na ndio maana wasanii wangu nawambia, Chado ni babu yenu. Mimi Chado ni baba yangu, kwa sababu yeye ndio kanipa maelekezo na kusoma ramani. Kumbe wanafanya hivi, wanafanya hivi, wanafanya hivi mpaka pale tulipofika. Kwa hiyo mimi sina ubaya, mzee wangu, sijaota mbawa na mimi bado mdogo sana, mzee wangu eh, kwa sababu mimi nikiondoka nitaondoka na sanda tu, nitavalishwa sanda tu, hakuna kingine. Sitondoka na gari, nyumba wala kichochote. Hata mke wangu mwenyewe huyu akimaliza eda huenda akaolewa na mtu mwingine. Kwa hiyo ndio hicho sina kusema nini. Siwezi so, kumvimbia binadamu binadamu wangu, binadamu zangu yote. Neno langu la mwisho kumalizia labda kwa ndugu jamaa na marafiki ama fans ambao wanapenda kazi ya Ah, neno langu la mwisho. Kwanza kwanza kwa mke wangu. Mke wangu. Yeah. Pitia media hii Nyundo TV. Moja, nakupenda sana. Pili, nahitaji support yako. Sababu mimi wakati nakuoa na interview yangu ya kwanza, nile maneno mengi niliongea. Naomba support yako. Naomba uniamini. Yaani niamini mimi mume wako. Na wakati nakuoa najua nilikuoa nikiwa nafanya kazi ya sanaa. Nahitaji support yako sababu wewe ukiniyumbisha na mambo wengi ameyumba. Nakupenda, naomba tuliza kichwa chako. Amini wewe ndio mama la mama. Upo ndani yani usitishwe na dudu wa amende. Yani, jiamini wewe ndio mrembo ambaye Mwenyezi Mungu kwa kushushe kama umeolewa na Mr. Manyonga Maposo. Nawapenda watu wangu wote ambao nafanya nao kazi. Napenda wote wa Tanzania, Kenya, Uganda, East Africa, Afrika na dunia, naombeni support yenu, nendeni YouTube, msubscribe Manyonga Films, mfuatilie series yangu hii ya utamu wa shemeji. Baada ya hii kuna kigongo kingine ya kinakuja, yaani, ni kazi juu ya kazi. Mimi bila nyinyi siwezi kuwa. Leo hii tunatakiwa kuzungumzia Manyonga. Sasa hivi kuzungumza Manyonga Films kuna watu zaidi ya kumi ambao wanategemea pale waje kupata riziki. Kwa hiyo mkisupport Manyonga mmesupport hey, vijana wenu wa Kitanzania Kenya, Uganda, Burundi, East Africa, Africa na dunia. Nawapenda sana. Asanteni sana.